Bwana Mungu, Baba wa faraja yote, nakuja mbele zako nikiwa dhaifu na mnyonge. Ingia katika moyo wangu uliochoka na uondoe giza la upweke linalonizunguka. Uliniahidi kwamba hutaniacha kamwe, kwa hiyo na kuomba unipe amani yako. Roho yako Mtakatifu naiondoe mizigo iliyofichwa na kunikumbusha kwamba mimi ni wa thamani machoni pako. Yesu, mwamba wangu na kimbilio langu, wewe uliyechukua maumivu ya wanadamu, njoo ulete mwanga wako katika huzuni yangu. Fungua vifungo vya hofu, jeraha lisiloonekana na ukimya unaoumiza. Nipatie nguvu ya kuinua macho yangu kukuangalia na kuamini kwamba furaha inaweza kuchipuka tena maishani mwangu, kwa maana wewe ni Mungu wa tumaini. Roho Mtakatifu, mfariji wa kweli, pita katika kina cha roho yangu na urejeshe kilichovunjika. Geuza kilio changu kuwa sifa, mkanganyiko wangu kuwa amani, na dhiki yangu ya ndani kuwa imani hai. Niongoze kwa upole katika njia ya uponyaji, na unisaidie kuhisi kwamba siendi peke yangu, kwa maana wewe uko nami. Baba wa milele, nakuletea kila chozi, kila ukimya na kila tamaa iliyopo moyoni mwangu. Jaza roho yangu kwa upendo wako unaokomboa, unaoinua na kubadilisha. Fanya moyo wangu upya ili niende katika mwanga wako na kuhisi uwepo wako kama mafuta yanayotuliza roho yangu. Nakukabidhi kesho yangu nikiwa na hakika kwamba utanipa nguvu na amani.